Sawa mwalimu, mwambie Injili kwaya wanakushukuru sana. Tunamshukuru tuna sana mwalimu, kwa kweli amekuwa akitumia muda wake mwingi kuhangaika na sisi, lakini vilevile niwaambie na nyinyi waimbaji, mnamwangusha mwalimu. Tukipanga watu wanakuja wawili watatu, mwingine anasema mimi naenda shambani, mwingine hivi, mwingine hivi. Tunaomba sana, tumebahatika kuwa na mwalimu jamani, huo ndio ukweli e, tusije tukampoteza. Kwa hiyo tunampongeza mwalimu na kutuvumilia na, na, na, na mapungufu yetu yote. Utamfikishia ujumbe, asante. Naomba upokee <tipo> Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe, amen. Unafiki ni mbaya. Nashukuru, nilipokuwa nafika hapa walikuwa naimba kwaya ili kwa kama kiturano, lakini sahizi na wanaume wa kutosha. Bwana <laughs> asifiwe. Mungu awabariki kwa hilo tu, nimeona niseme. Makofi mengi kwa ajili ya Injili kwa. Haya, mkaketi mazito matatu Tunawatakia heri na baraka. Asanteni sana kwa kazi mlioifanya, na Mungu awabariki sana. Tunacho kichache ili tuwapongeze viongozi wetu. Naomba tumkabidhi mchungaji kwa ajili ya kazi ya kuongoza. Kwa haya, asante sana, mbarikiwe sana. Amen, amen. Atafuata kiongozi mkuu. Atafuata makamu, naomba makamu. Alitangulia mbele za haki, lakini naye tunamwona kwa sababu alikuwa bado hajastafu. Tunaomba mwakilishi ampokee Tunaomba kumpokelea makamu, asante. Anaefata ni katibu, anaefata ni mwazina wetu aliyekuwa anatutunzia kienge katika kwaya, tunamshukuru sana. Na ndio tunaishia hapa. Asanteni sana tu, anafuata mlezi wetu aliyekuwa anailea ikwaya. Tunaomba wa kumpokelea mzigo. Unaona anaumwa hisu kanisa nasi tujabaki nyuma sana. Kwa ajili ya ndugu zetu, tunaenda kuwapongeza kwa kazi walioifanya ndani ya miaka mitano. Tutaanza na baba mchungaji aliandaliwa, barikiwe sana. Asante. Amina. Mchungaji ameenda mbio tena, pia tutamwomba mama wa kiongozi, Mama Joni. Tutamwomba mama mzazi, yupo atapokea kwa niaba ya mwanae aliandaliwa Amen. Hatafuata makamu kiongozi aliandaliwa iduwatu. Tunawatakia baraka za Mungu ziwe nanyi, makofi mengi. Asante sana <mulia> nao wana wengine wanauchukia. Safi, uligoma pale, lilikuwa pepo sasa, umekamata. Karibuni, twende haraka. Bwana Yesu wasifiwe! Bwana Yesu wasifiwe sana. Sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu hawa waliobeba jukumu la kulea kanisa la kesho, taifa la kesho. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, walimu wa shule ya Jumapili, Tunasema asante sana kwa kazi mnayoendelea kuifanya kwa kutulelea watoto hawa wetu hawa kiroho na kimwili pia, maana mtoto lazima mfundishe kiakili na kiroho pia. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana, tunasema Mungu awabariki. Twende, zawadi yetu ya kwanza ni ya kiongozi ambaye ni kaka yetu Juli. Asante. Zawadi yetu ya pili ni ya makamu mwenyekiti kiti hayupo. Zawadi yetu ya tatu ni ya katibu, asante sana, bwana Yesu asifiwe sana. Zawadi yetu ya nne ni ya mtunza zina lakini tumepata taarifa taarifa tu, kwamba mtunza hazina hajafanya eti aliacha. Sasa hatujaelewa, ila sisi tuliandaa zawadi kwa ajili yake. Wanasema haja aliachia kazi, sasa hatujajua tunaifanyaje hii zawadi. Mlezi yuko hapo, mlezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. sisi kama kamati tuli tulivyojadili tukaona kuna mama yetu ambaye hajawaacha watoto wetu, kila siku anakuwa na watoto wetu, tunamwona kabisa yupo bega kwa bega na watoto wetu. Tunasema asante sana mama yetu, kwa kazi uliyoifanya, Mungu akubariki sana ila, bahati mbaya jina nalisahau. Uh, mama mama njo wamesha kuona makutari, sio? Basi nichukue nafasi. Asanteni sana. Mungu awabariki, nishukuru sana Kamati ambayo ilikuwa special kwa ajili ya watoto, lakini ni kipekee nikushukuru sana kiongozi, pamoja na katibu wako. Tulie kwanza, msitembee. Kwa kweli mmetufaa sana kwenye kipindi hiki kilichopita. Julius, unaweza ukaona sio mtendaji ukimtazama kwa macho, lakini alikuwa msaada sana mkubwa hata wakati mwingine unakuta watoto hawana nauli huko mtaani wanakopelekwa wakati mwingine, anawahudumia yeye, anawalisha yeye, na kushukuru sana Lakini pia dada yangu nakushukuru kwa kuchakalika na tototo na wewe pia, na wewe ndio kipaji chako. Asante sana, umekuwa msaidizi mzuri sana kwa Julius, akiwa anaongoza dinari ulikava mapengo yake. Mungu akubariki sana pia mlezi, na wewe pia na watoto wazuri, shukrani ziwaendee kuwa na walimu wazuri, makofi mengi kwao. Amen. Tuna idara ambazo hazina watu, idara ambazo hazina watu. Bwana asifiwe, niombe unisaidie hapa, mzee Mangaya usogee, ah. hizi idara hazina watu.

nikabizi <laughs> <Hallelujah. laughs> <Hallelujah. laughs> Ah, in, inatosha. Ni ufunuo mpya kutoka kwenye hii. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Asante sana mama mchungaji nipokele. Baada ametoka nje tena leo, naona mtokaji wa nje. Sasa hii si mpi aya. Mzee Singa, nisaidie kukabizi kwa hawa idara ya wakili kanisa wote wa Kristo tuje hapa Mtawa ikuti kanisa tuje hapa haraka haraka. Nyie ambao ambayo sio ikuti kanisa hapa msimame, mje, mtangulie viti vya mbele, ili kama nafasi itashindikana wengine watakaa nyuma yenu, tutangulie viti vya mbele hapana.